Kwanza kwanza nimtoe ni mtoe waswazi umsh nchi yetu hii hii nchi hii ya Tanzania, yaani mtu ambaye ataleta ubaguzi kwamba huyu Mchaga, huyu si nani Mdigo, huyu Mdigo, huyu si nani yaani, atakuwa ni mpuuzi aliyopitiliza, kwa sababu sasa hivi Mwalimu alishaondoa hiyo tabia, haipo na ndio maana ndio maana Mwigulu Nchemba amekwenda kuoa huko Uchagani, si mmemwona mm? Unasikia marehemu mzee Mkapa, si ameoa huko? Unaona mi nimeoa Dodoma, huyu eh, hapa katoka Songea, huyu hapa kenda kuoa Tanga huko kwetu, wake anajua mambo ya Tanga mazu mazuri, huyu kenda kuoa Sumbawanga. Mimi sasa, sasa, nataka kusema haya mambo haya, kwanza tusiogope tusiogope tusiogope. Kule kule chini, kule huko chini, kuna Wapare na kuna Wachaga wako huko chini, huko chini wapo wengi. Kuna Wasukuma, kuna Wanyamwezi, kuna Wamasai wako huko chini. Sasa la maana tuangalie. Mimi mimi ndio maana nilikuwa nawaambia kwanza. Mimi mimi, mimi, mimi, nawapenda sana inji. Na mimi nimekuja hapa Moshi, alafu sio mgeni hapa. Mimi nimefanya kazi hapa mwaka 89. Wengine hamjazaliwa. Na wewe kakimbiza mwenge mwaka jana. Mimi 89 nimekimbiza mwenge wa uhuru. Hapo wanasema wanakimbiza mwenge wote wanakufa. Mbona mimi nipo? <laughs> ah. Sasa, sasa jamani, lama tukubali wajumbe wa RCC. Tufanye kitu ambacho tukikipeleka kule, hata wenzetu wataona kuna logic fulani. Otherwise, wajumbe wengine wanataka, nawape nafasi. Tuseme hapa hatugawi jimbo, tunafunga kitabu, mambo yanaisha, ama tunagawa jimbo kwa utaratibu huu. Basi wajumbe wajumbe, jimbo linabaki la Moshi vijijini, kwa sababu tuna mambo mengi. Kuna huyu meya alisema hapa, kama mlikuwa mnamsikia, anasema tunapeleka, lakini mimi ninakonda kutetea

ni lazima yafike kwenye tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, maana kuna mhtasari hapa umeandikwa na maneno ambayo mmeyasema na kila mtu alichokisema, tutapeleka kwenye mhtasari kama ulivyo. Kwa hiyo sasa, maamuzi yatatoka wapi? Kwenye tume, lakini yatazingatia maamuzi ya wajumbe, kwamba mwisho wajumbe walikubaliana kwamba jimbo lisigaiwe, libaki jimbo moja la Moshi vijijini, lakini mtaalamu alichokisema mimi pia sababu nilitaka pia mheshimiwa Dr. Kimei awepo hapo, unanielewa, ili tujadiliane wote kwa pamoja. Sasa yeye hayupo, mbunge huyu kwenye DCC hakuwepo kwenye baraza la madiwani hakuwepo, unanielewa, si tunaanza tukasema hapo jimbo lifanye nini, ligawani? Huyu jamaa bado ana makali, akifika kule atasema mimi sikushirikishwa, unanielewa. Haya, hakushiriki ha, haku Ameirekebisha, anasema mbunge hakushiriki, sio akushirikini, hakushiriki.